la Shabab Ahli na Tanzania kupotea kwa mabao mawili kwa sifuri na kitu gani hakikuwa sawa kiufundi, kimbinu, basi mwalimu atakuja kutuambia. Japo ni mechi ya kirafiki, lakini ilikuwa na ushindani, wakati huu tukiwa tunaangalia pia namna gani tutazidi kuongeza nafasi zetu za kwenda kupanda katika viwango vya FIFA. Mwalimu kwanza pole na mchezo, lakini pengine kiufundi, kitu gani hakikuwa sawa. Kwanza tunamshukuru Mungu tumemaliza mechi salama, nafikiri ndio kitu kizuri kuliko kitu chochote so tumeanza mechi kama ambavyo tulikuwa tumesema mwanzo ilikuwa ni mechi moja ngumu. Uh, uh, tulijaribu kuheshimu Iran, in 2025 minute tukajaribu kumanage mechi tukawa tumekamata mechi, tumetengeza first chances ya, ya Faisal pale lakini kuweza kuitumia uh. Baadaye tuka Iran wakawa na high pressure, wakatupiga wakatupiga pressure, tukafanya matatizo ya individual problem, kusema kweli ni matatizo ya mtu mmoja mmoja, wakatumia zile nafasi ambazo wamezipata a uh, 2-0, tukajaribu kurudi kwenye mchezo. Uh, tukaenda mab mabadiliko. A uh, uh, second half ilikuwa better, tulirudi kwenye baada ya kufanya substitute, tukajaribu kuendelea ku manage mpira, ilikuwa uh, ni kizuri. Tunajaribu kukaa na mpira sana sababu tulijua tulijua wana wanatumia nguvu, only weapon ambao kwetu sisi ni kujaribu kukaa na mpira na kutengeza nafasi, tukatengeza nafasi uh, uh, lakini hatukuweza kuzitumia, tena tatizo ambalo bado linatusumbua uh, ndo mpira sometimes unajaribu kufanya kile ambacho unahisi unaweza kukusaidia uh, kinakuwa kufanyika nafukiri, lakini vizuri, jitaidi. Kwa hivyo mimi nafikiri lakini watoto wamefanya vizuri, wamejitahidi kuhakikisha kwamba tuna, tuna manage mechi. Tunaheshimu uh, matokeo, tumepoteza tumepoteza mechi, tunaangalia mbele. Umekutana na moja ya timu bora ambayo tayari imeshafuzu kombe la dunia, na pengine kuna chochote ambacho umekichukua kutoka kwenye kikosi hiki cha Iran kwa maana ya kujifunza? Of course kuna vitu ambao tumejaribu tunajaribu ku, ku, ku, ku viangalia. The way ambao wanakuwa na pressure, wana pressure bado tuna shida na wazaji wetu kucheza katika katika mazingira ya pressure. So, na ndio maana wame, wamelazimisha tumefanya yale makosa kwa sababu ya ya pressure. So tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi. Sasa tutakuwa tunataka kucheza na tujue tuta tuna, kitu ambacho kimoja ki, ki, kizuri ambacho tumekipata hapa tuweze kucheza kwenye kwenye pressure. Lakini kutumia nafasi ambazo pia chache ambazo unazipata katika mechi kama hii, mechi ambayo ukifanya makosa una huhukumiwa kulingana na quality ya wachezaji na timu wenyewe. Na kitu gani ambacho umekigundua kwa wachezaji, hasa katika masuala mazima ya ukabaji? Kwa maana ilionekana wa kama wanakaba kwa macho hivi So kama kwa macho bado tulikuwa tuna tunachelewa kufika kwenye kikundi taaa kwenye kupresi, anaanza mmoja mmoja, wengine wanachelewa. Ni kitu ambacho nahitaji kufanya kazi kwenye uwanja mazoezi, lakini tulijaribu kwa heshima. Sometimes tunafanya high pressing, sometimes middle pressing, na tumeweza kufanikiwa kwa kiasi fulani. So tunabidi kuongeza nguvu katika hicho, pengine kuna uhitaji wa kucheza mechi ngumu na kubwa kama hizi kabla y kuelekea Afcon kule Morocco. Naamini, tuki tukiweza kucheza mechi kama hizi kabla ya Afcon zinaweza zikatusaidia kwa sababu zinatuonyesha yale makosa yetu, kucheza na hao wachezaji ambao ambao wako katika level nyingine, sio. Kwa hivyo tunahitaji kucheza mechi kama hizi uh, sometime of course, unapoteza lakini kuna vitu ambavyo una feeds na mpira uko hivyo, ni project. Shukrani sana. Asante sana. Nam, hayo ni ya mwalimu Morocco kutoka katika uwanja huu wa Shabab Al Ahli hapa Dubai, ambapo amezungumza mengi kuhusiana na kile ambacho amekiona, lakini kikubwa ni kutokana na quality ama ubora ambao wako nao Iran. Hapana shaka wachezaji na benchi la ufundi kama alivyozungumza mwalimu Hemed Suleiman Morocco, kuna jambo wamejifunza kutoka katika uwanja huu. Kwa niaba ya mwenzangu Shishira Mzava, mimi ni Crispin Malangu Hauli wa Azam Sports.